Wewe kama shabiki au Mtanzania umelipokeaje ume hili, na performance ya kikosi chako umeionaje? majina kwa jina, naitwa Ramadhani Muhamedi. Kwa kikosi changu jana kilivyoperform, kimeperform vizuri na kimetufurahisha watanzania wote kwa ujumla, na yani kwenye timu kuna makosa tu madogo madogo, kama kocha atakuwa ameyaona, nadhani atayafanyia kazi na timu yetu Mwenyezi Mungu ataijalia atafanya vizuri. Matarajio yako sasa kuelekea hatua inayofuata ambapo Tanzania inatarajia kushuka dimbani dhidi ya Morocco mnamo a, a, Januari nne. Hapa kwa maoni yangu mimi, kwa hiyo Januari tunavyokutana na Morocco. Nadhani kwanza, jambo la kwanza kwanza, kocha tunaye na benchi la ufundi tunalo. Hilo ndio jambo la kwanza na wachezaji nao vile vile tunao, ila kocha tukua tunamuomba kitu kimoja nis naye kidogo naomba naye kidogo acheze, kwa sababu naye Kibu Denis ana kitu atakuja kutuonesha wa Watanzania. Mbona hata Samata jana alivyotoka timu yetu kidogo imefanya vizuri. Nashukuru e, kaka, asante sana. Ni mwananchi huyo, lakini alikuwa naomba kwamba kocha aweze kuchezesha baadhi ya wachezaji ambao amewataja hapo.